Nyimbo wata, watafanikiwa kumpata yeah, watakuwa wamepiga yani, watakuwa wameupiga mwingi sana yeah. Ni kocha mzuri yeah. Ni kocha ambaye yeah, mifumo yake kwanza inaendana na Simba yeah, mifumo ya Folz inaendana na Simba kabisa yeah. Kwa hiyo bwana Mangungu, mwenyekiti wa Simba, alipambania ili ampate Folz, watakuwa wameupiga wa, mwingi sana. Romain Folz ni moja kati ya makocha wazuri mno, sema uhakika kwa asilimia tisini Simba Sports Club naiona next level. Lakini kama wataendelea kumng'ang'ania huyu Matola pale hata aje Guardiola. Sawa? Aje sijui kocha gani asiji Mikel Arteta aifundishe Simba msaidizi wake ni Matola. Yaani hawa kuchukua ubingwa wasahau. Kile ni kirusi kikubwa she. Bana mimi chiko ushindi kwanza kwanza ile taarifa nilivyoipokea. Ah, kwanza ilikuwa ni yaani nimeona ni ghafla mno. Moyo umeshtuka. Kwa chiko ushindi bwana amehuzunisha ame wengi wanajangwani, kwa sababu tukikumbuka mazuri yake. Yes, japo wakati anakuja Yanga, Yanga ilikuwa ina watu kweli kweli, na tunajua usajili wake haukuwa usajili wa moja kwa moja, ulikuwa ni usajili kutoka Engabe Mazembe kwa mkopo, si umeelewa? Lakini tunaona mkopo wake ulivyokaribia kuisha pale, ndio naye moto aliuasha, mpaka kocha alikuwa anamwanzisha kwenye first 11 baadhi ya mechi sawa. Lakini mkopo wake baada ya kuisha, basi TV Mazembe wakasema, si atuongezi tena mkopo mwingine Wakamvuta kijana wao. Kwa hiyo Chiko Ushindi wa Kubanza ametuacha, ame ametuacha na majozi sana, wana Yanga. Ni mchezaji kwanza, hatukutarajia kama Mwenyezi Mungu anaweza akamchukua kwa yeah. <muchos> Bwana tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa aliyekuwa mchezaji wenu wa zamani Chiko Ushindi wa Kubanza hivi leo hatunaye tena duniani. Makambo, unamzungumziaje Chiko Ushindi? Mimi ah, mi Chiko Ushindi kwanza kwanza, ile taarifa nilivyoipokea, kwanza imeona ni, ah, ilikuwa ni, yani ni ghafla mno, moyo umeshtuka kwa Chiko Ushindi bana, amehuzunisha ame wengi wanajangwani, kwa sababu tukikumbuka mazuri yake yes japo wakati anakuja Yanga, Yanga ilikuwa ina watu kweli kweli, na tunajua usajili wake haukuwa usajili wa moja kwa moja, ulikuwa ni usajili kutoka Engabe Mazembe kwa mkopo, si umeelewa? Lakini tunaona mkopo wake ulivokaribia kuisha pale, ndio naye moto aliuasha paka, kocha alikuwa anamwanzisha kwenye first eleven baadhi ya mechi sawa. Lakini mkopo wake baada ya kuisha, basi TV Mazembe wakasema, si atuongezi tena mkopo mwingine, wakamvuta kijana wao. Kwa hiyo Chiko Ushindi wa Kubanza Ametuacha ha, na majozi sana wanayanga. Ni mchezaji kwanza, hatukutarajia kama mwenyezi Mungu anaweza akamchukua kwa haraka hivi. Ni mchezaji ambaye kiukweli bado alikuwa ana mengi ya kufanya, kwanza ni kijana mdogo, alikuwa bado ana mengi ambayo waafrika walikuwa tunatamani kuyaona kutokea kwake. Lakini ndio hivyo, kazi ya Mola haina makosa, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wewe muda wake umefika na hata wewe mzee wa mida, mimi Makambo Jevano, muda wetu ukishafika, basi hatuna mswaliye mtume. Ni wote tutaondoka. Kwa hiyo muhimu hapa ni kuendelea kumwombea dua na heri. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburini, na Mwenyezi Mungu vile vilevile ampunguzie adhabu zote ambazo Chiko Ushindi, labda kuna madhambi aishawi kuyafanya, basi Mwenyezi Mungu amuondolee hayo madhambi na kuweza kumpumzisha mahala pema peponi, Chiko Ushindi. Tukio ambayo nalikumbuka labda kutoka kwa chiko ushindi, wa kubanza matukio yako mengi sana e, matukio yako mengi sana lakini, mimi tukio ambalo nalikumbuka kwa haraka haraka, sawa, kuna mechi ya Young Africans kulikuwa tunacheza na JKT, sawa, ya masau, sawa, chiko ushindi aliingia dakika za, za mwisho, afu mwamba akaenda akachana nyavu. Hiyo ndio tukio kubwa. Alafu kitu kingine ambacho naendelea kukikumbuka kwa Chiko Ushindi sawa, ni ukarimu wake sawa. Anapokosea sawa, huwa hajionyeshi waziwazi kwamba kakasirika, hata kama amekosewa na wenzie. Yaani unaona, ni mtu ambaye ukarimu wake ulikuwa unajidhihirisha sawa, hata kama akakosea. Lakini unaona, ni mtu anatabasamu muda wote sawa hata kama kuna mtu kamuudhi unakuta ni mtu anatabasamu muda wote. Hahitaji kuishi maisha ambayo yalikuwa anaishi maisha kinasoa sawa. So, kwamba kakosea basi kapiga ka maji si kafanya nini? Ah ah, Chiko Shindi alikuwa hana hicho kitu tunajua. So, alivyokuja Yanga Afrika zilikuwa ni ile Yanga Nganga alikuwa iko na Fiston Maele, si umeelewa, mtu na mawinga hodari sana, na yeye Chiko alikuwa muda mwingine anacheza winga, muda mwingine hata anacheza namba kumi hata strikers lakini nafasi kubwa ambayo alikuwa anacheza ni nafasi ya wingi, na tukiwa hivi sasa tunaelekea kwenye michuano ya AFCON ambayo tayari timu ya taifa Tanzania Taifa Stars iko nchini Misri kwa hivi sasa kwa ajili ya kujiweka sawa na michuano ya Moroko ambayo itapigwa e, mwaka huu 2025. Sasa niko hapa na shabiki wa timu ya, ya Yanga Makambo, tunapiga naye story nyingi sana lakini kubwa zaidi na kuhusiana na tetesi kwa hivi sasa Stori ni nyingi sana kuna, timu bado haina kocha mkuu baada ya kocha Pantev kutimuliwa ama kuomba kuondoka kwenye timu hiyo ya Simba makubaliano wa pande zote mbili. Sasa timu hiyo kwa hivi sasa iko chini ya kocha Sulemani Matola, lakini kuna tetesi ambazo zinamuhusisha kocha wa zamani wa timu ya Dar es Salaam ya Yanga Afrika, si mwingine ni Romain Folz ambaye anahusishwa kwenda katika klabu ya Simba sports Club. Je, Makambo Yanga yeye ana maoni gani kwa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa? Kama tetesi Romain Folz akienda Simba, je, atawasaidia wana lunyasi kwa ajili ya kuwapa ubingwa? Tunafahamu kwamba Romain Folz yeye hmm, hapo alivyokuwa Young Africans alikuwa anapigiwa kelele nyingi sana hasa hasa pila lake, kwamba pila minuno, yeye binafsi sijai kumuona hata siku moja akiwa anacheka. Mimi ni mzee wa mida shuhuda kwa muda wote. Nyuma ya kamera ni Director Jovano ambaye anazingatia kila kitu kinakuwa sawa. Tusikilize maoni ya Makambo kwa hiki ambacho tuko nacho katika siku ya hii leo. Makambo, inakwaje? Kama kawaida. Uko vizuri? Ah, niko vizuri sana. Kama kawaida. Ah, kama kawaida mwanangu, si unaona hali ya hewa? Eh, jua kali lakini hivyo hivyo hakukuchi kuna kucha. Mimi mimi nimeona Makambo, kuna watu wanamtaka Romain Folz. Ah, mimi mwenyewe ni hizi taarifa bana nimezipata. Lakini kama ni taarifa ambazo zitakuwa ni za kweli hmm. Zina ukweli kwa asilimia mia, mia. Hmm. Simba watakuwa wamelamba dume sana, yaani huyu Romain Folz hmm. Akienda pale Simba hmm. Naiona tena Simba ambayo ya kipindi kile wakati ule wanachukua ubingwa mara nne mfululizo. Hili ni bonge la kocha hmm. Sema mimi nakwambia Romain Folz hmm. Kama kweli Simba watafanikiwa kumpata hmm. Watakuwa wamepiga yani watakuwa wameupiga mwingi sana hmm. Ni kocha mzuri hmm. Ni kocha ambaye mifumo yake kwanza inaendana na Simba, mifumo ya Folz inaendana na Simba kabisa. Kwa hiyo Bwana Mangungu, mwenyekiti wa Simba, alipambania ili ampate Folz, watakuwa wameupiga mwingi sana. Romain Folz ni moja kati ya makocha wazuri mno, sema dasa mwang African sisi tuna, tuna, tuna, tuna mifumo yetu sawa, sio kwamba kila kocha anaokuja basi anaweza akaingia aka, aka moja kwa moja kwenye timu na kufanya vizuri sawa kuna makocha wazuri ambao wameshakuja Young Africans sawa, hawakuchukua muda mrefu, wameondoka, lakini baada ya kuondoka wakapata vilabu vingine anga, namna ambavyo wanafanya huko, wanafanya vizuri mno. kwa hata huyo Manifoz kama Simba Sports Club watakipata hiki kiumbe, ah baba eh, mimi kwanza kwanza, mimi naogopa binafsi, yani mimi sitamani, yani litokee, yani unafikiri yani, mimi sitamani Romain Folz Simba wampate. Hizo yani sitamani, yani wakimpata huyo mtu kodi zetu sisi tunafunga masaba mfuulizo sidhani tena. Na kuna watu kwa nasema Romain Folz jinsi ambavyo aliongoza Young Africans bila minuno, Yanga inapata matokeo kwa tabu sana. Ah, sio bila minuno. Unajua, ngoja nikwambie. Hawa makocha wanakuja kwenye hivi vilabu sawa, si kana kwamba wanakuwa ni wabovu sawa, yeah. Ila pengine mfumo wa kocha na wachezaji aina wachezaji wa wakuta hiyo pia inaweza ikamfelisha yeye kama yeye Sio, umeelewa? Lakini kwa, kwa namna ambavyo unavyoiona Simba inacheza, Simba ile sio Simba hii sasa hivi iliyokuwa takataka. Simba ile ambayo inachukua ina mara nne mfululizo ule ubingwa sawa, na huyu kocha mifumo yake waki yani, kama kweli watafanikiwa kumpata, wamepata mtu haswa. Romain Folz hakuwa mbaya, Yanga watu waelewe hivyo. Kaja Yanga bae, kapoteza mechi ngapi? Hebu niambie, mpaka anafukuzwa anaondoka. Mechi moja sare moja. Sasa mechi moja sare moja, kasoro zipi ambazo anazo? Kaenda mtu mechi nane, sawa na hapo, hiyo sare tumeipata Mbeya, dhidi ya wale wale watoto wana, wanajulikana wakiwa kule, si umeelewa? Kwa hiyo mimi tu niwaambie Simba, yaani kwa hili wasililazie macho yaani, wakamchukua huyu bwana, atawafikisha nchi ya ahadi. Mapema sana, yaani huyu atawafikisha nchi ya ahadi bonge moja na kocha yule. Jamaa anajua wewe, angalia yani Young Africans tu kwa tujakaa vizuri sawa so, lakini angalia timu ilikuwa imeenda karibia mechi tano mfululizo haipotezi inashinda tu, sio umeelewa? Halafu angalia mfumo wake sasa, jinsi alivyo yule mwamba, kipindi cha kwanza yeye ya anakwambia, yani anakusoma kipindi cha pili anakuja anakufinya, sio umeelewa? Kwa Simba yani wasililazie macho ili huyu Romain Folz atawafaa. Mbaya mno. Bonge moja la kocha. Jamaa anajua. Si umeelewa? Anajua wewe, wewe fanya usifanye mchezo mli kocha apita nani, Mamelodi Sundowns wewe. Wewe kocha, mtu akishapita Mamelodi Sundowns, nadhani wote mnaujua upepo wake jinsi ulivyo. Mamelodi Sundowns sio sio timu ya kusema eti anaenda kila mtu pale. Wewe ukiona kocha kaenda kafundisha pale, ujue ana kitu ndani yake. Lakini mifumo yake haikuendana na mifumo ya Young Africans. Lakini kwa novo itazama Simba Sports Club na, na Romain Folz. Aisee, mimi naona kama ni damdam dam mifumo. Huyu mtu atakliki haraka sana na Simba hii itarudi kwenye ubora wake, kama Simba tunaoifahamu. Romain Folz kipindi ambacho walikuwa Young Africans pale alikuwa na kocha wake msaidizi. Lakini Simba tayari kocha msaidizi yupo Matola. Vipi akija Romain aje na wanzake ama akija yeye amkute Matola ama Matola aondoke? Katika kirusi kikubwa ndani ya Simba Sports Club. Hmm. Kirusi kikubwa ambacho kinaitafuna Simba miaka yote ambayo Young Africans ameshika usukani ni yule Sulemani Matola. Wamekuja makocha wengi na yeye ndo anawafukuzisha kwa Simba. Wakitaka wawini sawa, wamwondoe huyo Sulemani Matola. Huyo Romain Folz akija, aje na chuma chake kile. Mimi nina uhakika kwa asilimia tisini Simba Sports Club naiona next level. Lakini kama wataendelea kumng'ang'ania huyu Matola pale, hata aje Guardiola sawa, aje sijui kocha gani Mikel Arteta aifundishe Simba, msaidizi wake ni Matola Yaani hawa kuchukua ubingwa wasahau, kila ni kirusi kikubwa she. Shee, mimi mi cha kuwashauri Simba, kabla hajamleta Romain Folz, mimi najua kabisa huko kocha wanamchukua na ndio kocha wao ujue, tayari uh, huyu tayari. Sasa kama wanamleta Folz huyu, Selemani Matola madevu kipara wamuondoe. Wakiendelea kusalia naye, sisi tutaendelea kujipakulia minyama yetu kwenye ligi. Kama Matola bado anaendelea kusalia Simba. Ah, sisi minyama tunaipakua na Nadhani mara saba mfululizo tutawafunga. Kama Romain Folz ataenda pale na Matola yupo basi, ile saba mfululizo kuwafunga lazima na ubingwa tunachukua. Maana yake Romain Folz akienda pale lazima mmoja atoke. Yaani, lazima Romain Folz pale aende na mwanae tu, yule Matola afai. Wewe wewe kocha umeshapitia kwenye na makocha kibao wakubwa wakubwa, lakini mpaka leo hiyo hauna hata kitu ambacho umekiadapt kichwani. Eh, Wewe utakuwa kocha gani msaidizi kwa CV yake kwa aina ya makocha ambao mimi nadhani sasa hivi karibia makocha ishirini wamepita. Matola akiwa kocha msaidizi hajaokota hata kitu, kaachiwa timu ile pale mechi kadhaa, unaona kabisa ni timu inashinda kwa uwezo wa wachezaji, sio kwa uwezo wa kocha. Sio umeelewa? Kwao Simba Sports Club akimchukua Romain Folz wahakikishe yule kipara mandevu sema ni Matola anaondoka, la sivyo, la sivyo msimu huu nafasi ya tano inawahusu nafasi ya tano kwenye ligi inawahusu. Kwa sema ni Matola aondoke, wanapoleta kocha mwingine. Hata yule Pantev kafukuzwa na Matola, yaani ni wivu tu. Alafu yule Matola anaroga sana wenzie. Kocha kaja, kocha ni mzuri, lakini kwa sababu sema ni Matola atakaonekana kama ni mkubwa, kwa sababu ni mkongwe ndani ya Simba kacheza sawa, na amekuwa kocha kwa kipindi kirefu, basi huyu anakuja anawafanyia figisu wenzie, lakini yule Pantev akaondoka. Pantev kaondoka Gemu ilofuata alifanyaje? No, hata hey. Ngebaki na kwao mzee wa mida hata hmm. Ni wewe hmm. Sali sana, najua wewe unawaombea sana dua upande ule wa pili, Simba Sports Club. Kwa hizo dua zako endelea kuwaombea sana waweze kumpata yule mwamba Romain Folz, mzee wa minuno, lakini makambo, huyu Romain Folz huyu akiwa kwenye timu nakumbuka hivyo kwa Young Africans, ni aina ya makocha ambao wanavumbua vipaji ambavyo vilikuwa vitumiki. Alimuibua Azize Ndamwile. Akienda Simba pale, kuna baadhi ya wachezaji ambao wapata nafasi. Unaiona nafasi ya wachezaji wengine ya kuibuliwa? Yes, naona kama Jan Charea wa mm. naona kabisa mwamba anaenda kunyanyuka mm. kupitia Romain Folz. Sawa, namuona Eli Mpanzu, Kibi Sawala ambaye sasa hivi kiwango chake kiko chini. Sawa maana kiko chini, na yeye hana mbadala pale kusema yeye akae benchi Sawa lakini naona kabisa Romain Folz anapoenda pale kibi sawala anarudi tena upya. Si umeelewa? Kuna wachezaji wengi ambao viwango vyao sasa hivi vimeshuka. Kama Romain Folz atafanikiwa kwenda pale na muona Kibu akirudi sasa hivi kambani mara kwa mara. Si umeelewa? Naona hata huyo mtoto wao nani, Morris Abrahamu ambao Yesu anasema ni mzuri lakini bado. Lakini kupitia kwa Romain Folz, naona kabisa Morris Abrahamu anaenda kuwa ni next level. Hata huyu hata huyu goalkeeper wao Yakubu sijui. Sio mbovu lakini anapitia kwa kocha nani, yeah. wewe huyo Yakubu sio kwamba ni mbovu, si tunamuona JKT kule mm. eh? Kaja Simba anaonekana takataka ni, anaonekana ni kipa wa kawaida. mimi naamini, mtu, mtu ya kawaida lakini mi naamini hawajapata mtu sahihi kwa ajili ya kuwasogeza mbali wa wachezaji wakimpata Romain Folz yule, Yakubu mbana hata pinipini watamsahau uh -huh. Mimi nakupa hiyo kambo. Mimi e, nakwambiaje Romain Folz akienda pale huyu Yakubu alikipa wao ambaye akirudishiwa mpira anakuwa na kitete na anawapa wapinzani, na sawa, naona kabisa kiwango chake kinaenda kukua maradufu, yaani zaidi ya vile alivyokuwa JKT. Na hata huyu nani pinipini kamara akichelewa, mi na hakika namba na, na yake, hata mashabiki wa Simba atasema kwamba yakubu aendelee kucheza. Romain Folz anajua bwana, yeah. mnyonge mnyongeni, lakini haki yake. Azizi Andambwile, si yule pale baada ya kuondoka Romain Folz umemwona umemwona chezi? Ah, ndio maana nakwambia, yani ukocha akienda pale atawaibua wa wengi sana Simba Sports Club. Sasa uh, uh, makambo huyu Romain Folz kapigwa sana mawe kapigwa sana vita, kazungumzwa vibaya hovyo. Sasa akienda upande wa pili unadhani yee itakuwaje tu, wazee kama binadamu wa kawaida? Ah, uh, ndio maana nakwambia kwangu mimi kama Yanga yeah. siliombe hilo litokee, kwamba enda upande wa pili kwa sababu tushampiga sana vita sisi mashabiki wa Young Africans. Naumbuka. Na kwa mimi nakupa hii. Ndio. Kaja Yanga mechi yake ya kwanza kabisa, dhidi ya Simba. Yeah. Sawa. Yeah. Kaf, kafanyaje Simba? Yaani bado hajaitambua vizuri ha, Simba. Hii kawa piga. Sasa akienda Simba na kwa sababu anaijua tayari Young Africans. Huyo yeah. Romain Folz kama atafanikiwa kwenda pale, Ah yeah. Zile ma, ma, ma, ma, tunazowapiga mfululizo fululizo zitakuwa hazipo. Simba wana watu Simba, Simba timu wanayo. Katika timu ambayo imefanya usajili mkubwa na wengi wakawa wamekliki kwenye timu msimu huu. Basi kwenye NBC Premier League ni Simba Sports Club. Usajili wao ambao wamefanya, wana wachezaji wengi wazuri sana hususan eneo la mbele Simba? Yeah. E, yani Simba yeah. Simba sasa hivi, kwa watu wa kamati, mimi nakupa hiyo mi, mi, nakwambie Romain Folz anaenda pale, watu wa kamati. Hata kwa nini umeona kijana amerejeshwa kwenye kambi ya timu ya taifa, ya Simba, ah. Selewa, sele timu ya taifa, mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu, baada ya sopo kupata majeraha. Nazungumziaje ile makambo yao timu ya taifa, si wanaifanyaje? Yani mimi sielewi, huyu Selemani Mwalimu wa kazi gani timu ya taifa ndiyo kwanza sasa hivi hatuwezi kusema tu, tuwakatae wachezaji wetu kwa sababu ni wachezaji wa timu ya taifa, lakini ipo hivi. uselemani mwalimu hata Simba apati nafasi unamwita vipi? <laughs> wapo wachezaji wengi sana ambao wenye ubora mkubwa kuliko uselemani mwalimu, yani ni wengi mno. We kama mtu aaminiwi na Simba Sports Club, ni weje aaminiwe na taifa? <laughs> taifa kubwa kama la Tanzania, she linahitaji quality kweli kweli, sio wachezaji wa kusema tupeane tu mchezaji ampaposho kocha niite timu ya taifa. Hapana, hii hatuwezi kufika. Wapo wachezaji wazuri mno, ukienda huko timu ndogo ndogo huko Mbeya City uende si wapi, unakutana na washambuliaji wazuri kuliko hata Suleiman Mwalimu. Sielewe ameitwa kwa nini timu ya taifa, kwa na kio wafiki kuitwa kwa Mwalimu. Ah, ha, afai kabisa kwanza hafiti hata kucheza pale mbele, mimi nakupa hii kwa nadhani hii kuitwa kwa Mwalimu sijui, labda wao na pale. Ukiangalia timu ya taifa, Hemedi Moroko sio mtu wa kuibua vipaji, sio mtu wa kusema wainua wachezaji, kwamba mchezaji alikuwa kiwango chake kiko chini akipandishe juu, sio kwa maana. Liu Gamondi ndo ndo kocha timu ya taifa yeah. Miguel Gamondi hapana, yeah. mtu kama kakaferi huko Singida, hivi kweli ataweza taifa? Yaani Singida timu ndogo vile, unaferi we taifa la Tanzania kwanza, taifa kulifundisha, oya, kumfundisha Mtanzania alafu <tipa> At, timu ya taifa unafanya tu kukutana naye we, njo unatokea Songea, unatokea Tabora huko, njo tukutane hapo. Shee, ngumu sana timu ya taifa. Sasa hivi inatakiwa sisi tupate mtu ambaye yeah. ameshapita kwenye vilabu vingi, yani tuseme kocha ambaye unaona, kwa mfano tulikuwa kocha le Mkameruni yule amunike tupate mtu ambaye ameshacheza sana mpira amepita vilabu mbalimbali barani Afrika na Ulaya, tukitimu ya taifa. Kama tutafanikiwa kupata mtu huyo, mimi nina imani tutafika mbali, lakini kama tutachukua makocha ambao si kafundisha Singida kafundisha Tabora, tayari wao wamchukua mbio mpe taifa, ah, ni uongo kwa kauli hiyo makamu manake, wanakinzana na kauli ya afisa habari wa TFF Malio Ndimbo Cliff, Malio, Clifford Malio Ndimbo yeye, yeah, amesema hivi Tanzania aendi kushiriki na kwenda kushindana na kuchukua kombe la Afcon, itakuja hapa. Kombe la Afcon lipi hilo? Tanzania ikachukua Afcon. Nimesema jana, Taifa Stars ikachukua Afcon. Afcon hapa nyumbani, wakati huo, Misri labda hawapo, Kameruni hawapo, Senegal hawapo, labda tunashiriki na Malawi sawa, tunashiriki labda na Burundi, tutaleta Afcon lakini kama kweli wale majayant ambao wanacheza kombe la dunia world cup kila msimu kama wapo Afkoni, tutaisikilizia tu, wasitudanganye bwana. Najua Tanzania sasa hivi tuna upeo mkubwa sana wa mpira, sawa. Yaani wao wasidanganye danganye tu kama eti tukachukue ushe wewe kama unaishindwa chani kuchukua, chani ambayo ina vilabu wanashiriki wachezaji wa ndani sawa, unaishindwa chani ukachukua afkoni shewe afikoni kule, hata ukishika nafasi ya tatu kwenye kundi we, mshukuru Mungu, rudi nyumbani, jipongeze. Lakini kusema wewe utaleta nani? ni uongo, tunadanganyana. Maana yake uoni, kwenye kundi letu, tukitoboa kundi letu bwana, kwanza mii naona kama tutafanikiwa tuta, kupata hata pointi tatu tumshukuru Mungu Ake, makambo kuna Nigeria kuna sisi Tanzania sawa, kuna Uganda, kuna Tunisia. Wewe we bana, wewe hebu we, acha bana wewe, hata kama ukipata sari kwenye ile kundi, mshukuru Mungu, rudi nyumbani, hata Nigeria, hata ba, Nigeria bana, mimi kwanza naogopa, lakini napita Osmani bwana, ah, huyu Mario Ndimo asitudanganye bana, <laughs> bana, Tanzania sisi sasa hivi tunaujua mpira Endi. Si umeelewa sisi mashabiki sasa hivi, sawa, football tunaijua. Unatudanganya tunajua, unatuambia kweli tunafahamu. <laughs> usituambie sisi afcon tunaileta hapa, Tusidanganyane yaani, hiyo AFCON, hata kama hmm, ingekuwa inachezwa pale Kaunda ndio, hmm, pale uwanja huo huo hmm, sawa, ni uongo, hatuwezi kuichukua <laughs> mi nakwambia wewe, fanya mchezo ni. Hmm. Na kama sio mzalendo <fansisa> mimi mzalendo, lakini hmm, kwani kizuri si unakiona kibaya unakiona bwana, wewe unategemea wewe, nategemea, hmm, Taifa Stars kweli? Hmm, mimi Taifa Stars ambayo ingechukua labda angalau hata ingeshika nafasi ya pili, hmm, kwenye kundi hmm, ni ile ambayo ilikuwa misili kule. Tulikutana na wachezaji na, na, na timu za kawaida tulikutana sijui na Uganda, si Uganda, Uganda na Misri, Madagascar Madagascar Madagas, kipindi kile walikuwa tu ni wadogo e, hata kwenye renki yeah, walikuwa wako chini sana yeah, lakini sisi hatukuweza kufuadafu hata kwa Madagascar matokeo, tulishika shik, chini kabisa kwenye mkia, alafu wewe leo hii Madagascar sasa hivi viabu vingi yeah, sawa vi Timu, timu nyingi za taifa sasa hivi zishainuka ni sisi tu ukanda wetu Afrika Mashariki huu, na sidhani kama Afrika Mashariki hii eh, sawa eh, eh. sidhani kama kuna timu ambayo tunaiweza hata tuwekee uwanjani sasa hivi, hata Uganda tuwawezi, Uganda wenzetu hatuwawezi Uganda kwa nao, Misri kule walitufanya nini? Tuanze kudanganyana bwana. <laughs> sisi sasa hivi pia tunaujua, tunaojua, si umeelewa? Mzee wa mida, mfikishie Mario Ndimbo, hii na usikate eh. Kuambia sisi mpira tunaujua, mm, unatudanganya tunajua, unatuambia uongo tunajua. Afkoni wewe huwezi yani, ka... kuchukua bwana. Tusidanganyane hapa. Kwa hiyo tukileta hapa ni maajabu. Itakuwa maajabu makubwa mno. Yaani ni makubwa mno. Sio umeelewa? Kuna timu kuna timu zisha kuchukua kombe kimiujiza miujiza makambo zisha kuchukua ndoo kimiujiza miujiza kwa timu. Sio Afkoni sasa. Yaani sio Afkoni kwa sababu kule kuna majanti kama watano hivi. Kama kweli hawa majanti watano, Nigeria, Kameruni, Misri, sijui Tunisia, Morocco hawatakuwepo kwenye Afcon. Ah, wadogo wadogo wenzetu tunaweza kidogo hata tukaminyana tuka minyana nao. Kwani wewe uliamini kama Leicester City angechukua kombe la EPL kipindi kile, Man City yupo, Arsenal, Liverpool, United, lakini kingine alichukua kombe. Ah, mimi niliamini kwa msimu ule kwa sababu majanti wengi kwenye EPL walikuwa wabovu. Ni Arsenal peke yake ambaye ndio walikuwa wanampa changamoto Leicester City. Lakini ukiangaa United kipindi kile, ndio Ferguson kaondoka. Si umenelewa, timu ikawa imepaganyika sawa Kone? Kwa hiyo ni Arsenal peke yake alikuwa anampa Leicester City nani yeah, challenge na Arsenal alikaribia kuchukua yeah. E, mechi ya mwisho zidi Aston Villa ndio ilimwangusha ili, ili Arsenal akashindwa kuchukua ubingwa, lakini ule msimu Arsenal ndio alistahili kuchukua ule ubingwa. Kwa hiyo niwaambie ma, mayo ndimbo, tusidanganyane, Afkoni tutaisikilizia kwenye bomba kama tutaita wachezaji kwa kujuana kama tusipo ma, imarisha benchi yetu la ufundi vizuri kama tusipo imarisha, yani tatizo la Tanzania, wenzetu ujue, huko wanachukua makocha wanakaa nao muda mrefu. Sasa hii tukichukua mzungu hapa kwa sababu unamlipa hela nyingi sawa, akikaa akikaa tu miaka miwili au mwaka mmoja na nusu, mnamtimua kwa sababu ya kukwepa gharama, si umeelewa? Hizi gharama za hawa makocha wakubwa wanahitaji gharama she hmm. Nenda kamchukue Pitso Mosimane, weka timu ya taifa, shida kumlipa ndo taifa, yaani fedha lakini kama kweli fedha inakuepo na hela kwa... ipo Taifa Stars kwani tunadanganyana tu nini? Hela ipo chukua Musimane weka pale. Mwambie ah, vijana wapo. Yeah, shida shida ni kocha, shida wachezaji wadogo wadogo, quality ndogo. Shida kocha pia anachangia. Eh, sio quality tu. Kwa sababu kocha yeye ndo anachukua ana, ana, wachezaji. Na kitu kingine kama timu ya taifa itaacha kuingiliwa na viongozi akaachiwa kocha kama kocha afanye kazi yake, mimi nina hakika tutafika mbali. Lakini shida sasa hao hao viongozi wanaingilia timu ya taifa. Ameitwa mzinzi ambia mzinzi bwana hebu mwache mchukue fulani. Mwache kocha afanye kazi yake. Si umeelewa? Na hicho ndio kitu ambacho vilabu vingi hapa Tanzania Young Africans wamevishinda. Sasa hivi sisi viongozi wabaki ku play part yao, kocha ana play part yake haingiliwi. Na ndio maana kila msimu sisi tuko bora. Si umeelewa? Kocha haingilii majukumu yake. Ndio maana kocha anapokuja tu anaambiwa haya. Shika hiyo timu ukifeli ni wewe we, mwenye kocha ataona aibu ataomba kuondoka kwamba hapa nimezingua. Lakini kama nyinyi mnampangia kikosi ya fulani anaenda kucheza na fulani, mnampangia moja mbili tatu, mnampangia mm, cha mwisho we, makamo kuwa na, hebu zunguza na mashabiki wa Simba kwa kile ambacho tumekianzisha cha kocha Romain Folz, ushauri na, na, na kadhalika, ushauri wangu mm, anaenda kanisani asali sana Simba wampate Romain Folz. Anaenda msikitini asali sana na maombi wazidishe yeah. Wampate huyo Romain Folz. Wakimpata Romain Folz. Ah, bana tumetoka huko hapo anatuleta tena. Wakimpata Romain Folz. Mimi nimeshtuka. Eh, sasa si unajua tumetoka tena huko. Ah, bana wenye pikipiki wana wanatuzingua. Kwa hiyo si umeelewa? Kwa hiyo Simba wazidishe maombi. Viongozi wa Simba kama wamelianzisha hili la kumchukua Folz wasibaki nyuma yeah. waende miguu yote tena huku wakiomba, maana sasa hivi ni kwenda kumnyenyekea yule bwana kwenye taifa hili ameshapakwa sana matope. Romain Folz na nina uhakika kama watampata atafanya vizuri mno, kuwapa kuwa message Young Africans mashabiki. Yani, ataifanya ile kazi kwa uchungu mno, hata lala yule bwana hapo, ndo utamkuta Jonathan Soa kudadeki, anaenda anaenda kulala na viatu, kwa hata ile anaopigwa mazoezini huko, kwa bwana Simba Romain Folz kama watampata, watakuwa wamepiga watu wa kumi mbele, sawa. Kwa hiyo mimi cha kuwashauri tu viongozi wa Simba wasijibanebane ile, yani wasi wasifiche hera ile, yani kama ni hera Romain Folz anataka mburungutu, mpeni chukua mali ile, hiyo ni mali, nimemaliza. Bana, sawa uh. Makambo huyo Yanga ametamatisha hivyo, kwa kile ambacho tumepiganaje story hapa kwenye D&A TV. Kama bado jamaa na familia wetu, subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele, usisahau kusubscribe kwa sababu usipo subscribe hutakuwa mwanachama wetu. Mimi ni mzee wa media, shukrani sana Jovano kwa kuzingatia engo, inakuwa sawa. Tulikuwa na makambo jeyara, tumezungumza mengi sana hapa kuhusiana na kocha Romain Folz, lakini pia timu ya taifa ya Tanzania. Una maoni gani? Acha kwenye comment hapo, lakini usisahau kusubscribe